Changamoto ambayo tulikuwa tunaipata kabla hatujapata hii elimu ya TEHAMA ni kwamba tulikuwa na ufundishaji duni hasa kwa masomo ya sayansi ambayo anahitaji ufundishaji kwa vitendo. Tunashukuru mheshimiwa diwani kwa kutuletea hii fursa, kutuletea hizi kompyuta na hii elimu ya TEHAMA. Sasa tutaweza kuwafundishia watoto wetu vizuri kabisa kwa masomo ya sayansi hususani, mimi mwalimu wa biolojia nitaweza kufundisha kwa kutumia video kwenye hizo kompyuta zetu tulizopata kwenye mifumo mbalimbali mbali, kwa mfano mifumo ya chakula, kuna mfumo wa neva za fahamu, kuna mfumo wa utoaji taka mwili, vyote hivyo vitaenda kuwezekana na kuinua ufaulu katika kiwango cha juu kabisa kwenye masomo, masomo yetu ya sayansi, kiukweli tumekuwa na changamoto kubwa hasa vitendea kazi na tumelianza darasa hili e, mwaka huu a, tuliona ni muhimu kwa kipindi ambacho tulichonacho kuwa na darasa la namna hii, kidato cha kwanza au mwaka e, waliosajiliwa mwaka huu kidato cha kwanza, tulianza nao darasa hilo na tulikuwa hatuna a, vitendea kazi kama kompyuta, lakini tulivyomwambia tulivyoongea na Mheshimiwa Diwani, akasema hilo liko ndani ya uwezo wake na ataona namna gani atatusaidia ili watoto hawa kabla haujaisha mwaka wao wameshapata vitendea kazi. Sisi walimu tulikuwa tuna knowledge hiyo ya kompyuta, lakini changamoto ilikuwa kwa eh, namna gani tunaweza kuwashirikisha watoto, namna gani wanaweza wakatumia kompyuta katika kutafuta uh, kujisomea, lakini kutafuta uh, maarifa zaidi kwa kutumia kompyuta. Kwa hiyo naweza kusema wawezeshaji waliokuja kwa ajili ya kutuongeza kumbusha uh, kwanza wametusaidia kuleta kupata hizo kompyuta, lakini pia watatusaidia kutukumbusha maeneo ambayo eh, kwa kiasi fulani eh, eh, tunaweza kuwa tumesahau, kwa sababu teknolojia inakuwa kila uh, kila leo. Kwa hiyo naweza nikasema uh, semina hii au uh, imekuja wakati mwafaka sana kweli, tuna yataenda kuwasaidia kwa sababu Uh, kuna chumba maalumu ambacho tumekiandaa kwa ajili ya kuwafundishia watoto, na kabla hatujapata hizi kompyuta tulikuwa tunatumia vishkwambi vile ambavyo viligawiwa na serikali uh, serikali ya Chama cha Mapinduzi uh, tulikuwa tunaazima vishkwambi labda kama vitatu au vinne, tunawapa wanafunzi wachache, wanakaa wana kwenye makundi kutafuta notes uh, na kutafuta vitu mbalimbali mbali lakini kwa kutumia kompyuta hizi sasa itakuwa ni rahisi, hata kuwaweka wanafunzi labda wanafunzi watatu kwenye kompyuta moja, na tutaunganisha na network, kwa sababu pia tumepata ofa hiyo, shule yetu itaungwa na ofa ya kifurushi mtandao e, e, wa Airtel tutapata hiyo. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kuwafikia watoto wengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo matatizo yale mengi ambayo labda wanafunzi walikuwa labda upungufu wa vitabu kwa mfano au wanahitaji kufahamu mambo kadha wa kadha, kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kwa kutumia kompyuta hizi ambazo tumeletewa. Naitwa Mwalingo Kisemba, ni diwani wa kata ya Inyala na mwenyekiti wa halmashauri ya Ulaambe. E, kama unavyojua elimu ni kila kitu, lakini na elimu na yenyewe kadri mdu navyokwenda teknolojia yake napanda. Kwa hiyo kilichotusukuma kuchanga hela na kuomba wadau na serikali ikatuchangia kidogo, ilikuwa ni kuanzisha somo la TEHAMA kwenye shule zetu mbili za sekondari na shule zetu saba za msingi, kwa malengo ya kwamba watoto sasa wanaojifunza Wawe kwenye wawe usawa mmoja na wengine duniani. Kwa hiyo, hayo ndio madhumuni makubwa kwamba watoto wetu wajifunze tehama, ambalo ni somo muhimu na ni somo la lazima, niseme yeah. Kimsingi tumeanza na walimu ili walimu hayo maarifa wahamasishe au wahamishie kwa watoto. Kwa hiyo wanajifunza leo walimu kwa siku tatu ingawa tuna walimu wanne ambao ni walimu wa tehama, lakini tumechukua wengi, ili lengo letu ni kwamba walimu wote wafahamu hii kitu, kisha waelekee kwa watoto. Lakini madhumuni yetu hayo, kama nilivyosema mwanzo, lengo kuu ni kuboresha elimu. to mwalimu Geoffrey Samuel Dianzile ni afisa elimu taaluma wa shule za msingi halmashauri ya wilaya ya Mbeya. E, leo tumekuja hapa maalum kwa ajili ya kufungua mafunzo ya siku tatu ya matumizi ya kompyuta kwa walimu wa shule za sekondari na walimu wa shule za msingi. A, lengo kubwa ikiwa ni kuwawezesha walimu hawa wapate umahiri wa matumizi ya vyombo hivi vya kiteknolojia ili wao waje waweze kuwawezesha wanafunzi. Kwa sababu sasa hivi tumeanza na kompyuta hizi thelathini na nne na ambazo tunategemea kompyuta kumi zitabaki hapa Imezu, kompyuta kumi zitakwenda Yawaya, lakini kompyuta mbili mbili zitakwenda kwenye hizi shule saba za halmashauri, za, za kata ya Inyala, lakini tunategemea kwamba huko mbeleni tunavyokwenda, basi tutaweka madarasa tutaweka madarasa ya kompyuta kwenye hizi shule zetu. Lengo ni kuhakikisha kwamba hawa wanafunzi tunawafundisha wawe na ujuzi Why? wa kompyuta kwa sababu mpaka sasa hapa kwenye shule ya sekondari ya Imezo, kidato cha kwanza wameanza kusoma masomo ya kompyuta. Kwa hiyo lengo letu ni kwamba halmashauri, ili kufika miaka ya mbeleni hapo tuwe na kompyuta za kutosha, na wanafunzi wetu waweze kujifunza masuala ya teknolojia, kwa sababu sasa hivi maisha bila teknolojia hayaendi. Ombi langu la jumla kwa serikali, serikali imekuwa inafanya mambo mengi muhimu, hata hapa serikali nayo imeweka mkono wake lakini tulikuwa tunaomba sana kwamba kama kuna uwezekano basi, tuweze kuongezewa kompyuta katika shule zetu, ili kusudi walimu wapate stadi na hatimaye wawe mahiri kuwafundisha wanafunzi wetu.